Habari. Leo nitakuletea kwa nini mara nyingi uh, unakuwa na homa. Eh, nitaelezea homa ili uweze kuelewa mara nyingi unakuwa na homa. Sababu kubwa inayosababisha wewe uweze kuwa na homa Aa, ni kwamba mwili wako una react juu ya maambukizi au juu ya mashambulizi aidha ya bakteria aidha ya virus au kuna changamoto yoyote ya kiafya ambayo inakuwa imetokea ndani ndani mwako. Aa, hapa ndo pale ambapo kinga ya mwili sasa inaanza kushambuliana na yule adui. Ndio maana mara nyingi wengi wakipata homa huwa unajiuliza, homa ni saini mojawapo kwamba una e, kuna adui anaanza kukunyemelea. Ndio maana baada ya, ya kuwepo kwa homa hapa lazima uweze uh, kwenda uh, kuchunguza kwamba shida ni nini. Lakini sasa makosa mengi wanayoyafanya watu wengi, wanapokuta na homa tu, panado. Nimeshaelezea kwenye clip iliyopita kwa nini unatumia panado na panado inaenda kufanya nini uh, mwilini mwako. Kwa hiyo jua kwamba homa, unapopata homa ni dalili mojawapo kwamba kuna kitu hakiko sawa, unatakiwa uende kuchunguza, sio kutumia panado. Tuambie hapo chini wewe unatumia nini unapokuwa na homa.